Heri, heri ya siku ya wanaume. Sijaiona, sijaiona. Ujaiona ni heri eh? Inaambatana na zawadi hapana? Hata eh, kwa mdomo nikikwambia. Kwani zawadi mpaka tumwambie kila mtu kwamba leo eh, ni siku yenu, au kwamba leo kwa vile ni siku ya wanaume nimekupa zawadi? au nataka niseme sijapokea zawadi, unataka niseme nimekupa nini? na kiukweli eh, nimelia sana. Kwa nini umelia? Nimeumia kwa sababu <laughs> inawezekanaje siku ya wanaume inaambatanishwa na siku ya choo duniani. Ane? Asante. Eh? hapana, huku ni kutudharau sisi, ni tarehe zimegongana ni, hmm. Ni madharau ya dunia kwamba kwamba hmm. wamewafananisha dunia kwa kwa na na choo? Yaani, dunia inatudharau kiasi kwamba, kwanza najua hata wapanga haya matukio walijua tu wanaume sisi tunaga shughuli <laughs> ingekuwa ni siku ya wanawake zaidi <laughs> matarumbeta huko barabarani, lakini sasa unashangaa mm. Mimi nimempigia simu babangu namwambia, heri ya siku ya wanaume. Ndo nini sasa mama, yani hata helewi, kama yeah, kama wanaume nanyewe mna siku yenu? Yani wanaume kiukweli lazima mm. tukubaliane kwamba sijui ndo tuseme e, uumbaji wa mwenyezi Mungu mm. tuseme ni hulka mm. Uh, mwanaume kuna vitu ambavyo sio vya ku entertain no matter what. Of course ni siku yetu inabidi dunia iturecognize, lakini mwanaume unakaa unajipanga unas unashona na sare kwamba ni siku ya wanaume duniani, e, unaenda barabarani mm, kusherehekea siku ya siku yako nizana mwanaume, ukumbuke kwamba leo ni siku yako ya kuzaliwa yakuzaliwa muda unautoa wapi? Inabidi mtusaidie mm, kwa sababu ngoja nikwambie, sisi tumekuwa ni mabalozi wazuri wa sherehe za wanawake mm, lakini sisi hatujikumbuki na wanawake walivyo na ubinafsi hawatukumbuki vile vile, si ndio? kama hapo nimekwambia ah, umeniposti sasa nikuposti wewe, ni mwanaume wangu ni posti kwamba mwanaume nayefanya naye kazi kwamba heri eh, ya siku ya mwanaume duniani, mwanaume nayefanya naye kazi, kazi. Nam, ah, I do appreciate your presence ukiniharibi ukinivunjia <laughs> ndoa we kijana wewe we. E wana, e, happy, sasa hii ndio inaitwa happy men day au e, happy fathers day. Maana kuna siku, ya, baba. Kuna siku ya, wana, ya ya wanaume lakini mm. pia kuna siku ya baba na vivyo hivyo kwa wanawake kuna siku ya wanawake na kuna siku, siku ya mama. Ya mama, yeah, mm. For sure. Sisi tunajivunia lakini lazima tuliseme kwamba tunampongeza yule mwanaume ambaye mm. baada amesimamia wanaume wake kabisa, nikiwa na e, e, maanisha kama una familia basi yale majukumu ya msingi e, kuanzia majukumu kwa mke wako si umanielewa, mm -hmm. majukumu kwenye familia kwa watoto e, ndugu na jamaa yote, mm -hmm. Unayatekeleza, hata pale unapopungukiwa, bado unasema inawezekana. Hata ukiwa kwenye eneo lako la e, kazi unasimama diyo. kama mwanaume kuhakikisha unachapa kazi, sio kila wakati kusema najisikia vibaya, na hata kama <laughs> umebarikiwa mwanamke ambaye ana kisilani ndiyo, unaia. Kuna watu bwana wa Mungu kawajali, anasema, anasema anakupa kufanana naye mm. Anakupa mwanamke yeye hata ajali, lakini bado unasimama unasema hata kama naumwa bado hela ya mboga itapatikana, mm -hmm. Hakika tunakupongeza wewe, ni kidume, lakini pia usiwapongeze tu mm -hmm. kwa sababu wanaume wapo, wanaume wengine ambao hawana hawana familia, nikimaanisha kwamba hana mke na, lakini bado ni mwanaume. Inawezekana bado ni kijana, lakini yuko kwenye kundi la wanaume mm -hmm. Inawezekana bado ni mtoto, lakini ana jinsia ya me bado ni mwanaume huyo, tuna muhesabu kwa wanaume. mm. na wenyewe pia tusiwaache nyuma, tuwapongeze, hasa kwa vijana, licha ya changamoto ambazo wanaendelea kukutana nazo za ukosekanaji wa ajira, lakini mm. pia na vishawishi mbalimbali yeah. kupitia katika jamii ambazo zinawazunguka, lakini pia kupitia kwenye mitandao ya kijamii Shashi. na changamoto kadha wa kadha ambazo wanakumbana nazo mm. na ukiangalia sasa hivi dunia kuna mambo ambayo yanaenda yanaenda yanaenda ndivyo sivyo, wanaume wengine mpaka unakuta wanajiingiza kwenye ushoga na vitu vingine kama hivyo we, eh. Lakini bado wameendelea kusimama kama kijana wa kiume mm. kukabiliana na changamoto hizo zote, hajawe kukata tamaa hata siku moja Ogera, na yeye tunampongeza sana kabisa kabisa mm. zipokeeni shukrani zipokeeni ongera, kwa sababu unajua nyuma ya mwanamke aliyefanikiwa kuna mwanaume e, kuna mwanaume mmoja aliyejitolea kusimamia wanaume wake, na nyuma ya mwanaume aliyefanikiwa kuna mwanamke nyuma yake ambaye alijitolea mm. kumtia moyo. Yawezekana akawa sio mke wake mm. akawa hata ni mama yake mzazi <laughs> kumsaidia katika kumtia moyo, kumwombea, lakini mm. pia mke wako pia na yeye anaweza yeah, kama hiyo e, nafasi lakini Nye, si wote nilitaka nipinge <laughs> hoja yako Bahati nzuri umemtaja mama e. Eh, kidogo nika, nikapata. Lakini hata hauwezi ukambeza pia a, mke na, inategemea ni muda gani tunazungumzia mm. kwa karne ya sasa e. eh, ni mara chache sana kukuta eh, mwanaume aliyefanikiwa nyuma yake kuna mwanamke wake yani, kuna mke wake, tuseme unakuta mwanamke wanawake mm. anataka kute unacho aje muendeleze. Sio umenielewa? Si wewe ndio umechagua yeah, vibaya? <laughs> <laughs> Shida inakuja kwa kwa uliyechagua vibaya. Kwa nini hukufanya chaguo sahihi? Wapo wanawake ah, kweli ambao wanasimama Achoka na mimi. wapo wanawake ambao wanasimama na wanapambana kuhakikisha familia zao zina zinakuwa zina vizuri. Anamsapoti mume wake kwa kila okay, kitu. Kwa mfano anapokea mshahara shilingi laki moja, mume mm. wake anapokea shilingi laki nne, laki mm. lakini ile laki moja akiipokea na kumwambia mume wangu hii hapa, wanaunganisha mm. inakuwa laki tano wanafanya kitu cha maana. Mm. Lakini wapo wanawake wengine ambao chako wewe mwanaume mm. ni, ni chetu sote mimi na wewe, lakini changu mimi mwanamke ni changu peke yangu. E, wapo ambao pia ni wanamna hiyo. Na tunapowapongeza wale, leo tunapozungumzia siku ya wanaume tu sikusahau na wewe mwanaume ambaye unakwepa mm. majukumu yako, hasa nyie ambao mna familia ushindwe. mm. Mm. Regardless, unajua mimi nataka nikwambie yes, hakuna excuse, yaani hakuna jambo la kukufanya wewe usiwe mwanaume. Yani, unajua changamoto, kadili ambavyo unazikabili ndivyo dunia ama sisi jamii tunakupima wewe ni mwanaume. Kila mwenye jinsia ya mee ni mwanaume ndiyo, lakini je una wanaume ndani yako hapo sasa? Mm, yani hapo ndo ujichunguze ndio. mm -hmm. wewe ni mwanaume lakini una wanaume ndani yako. Tunaposema mm -hmm. una wanaume ndani, ndani mwako mm -hmm. unaweza kukabiliana na changamoto zote ambazo zitajitokeza kwenye mzunguko wa maisha yako na ukasimama kama mwanaume mm -hmm. au ndio yule wakulialia kila wakati. Sema na katika hilo bana, mm. Eh, mimi siwasahau nyinyi upande wenu. E, jamani mtu saidie kutupunguzia mwanaume ameumbwa kama mateso. Yaani mwanaume, kaumbwa mateso, mwanaume kaumbwa mateso tangu kuumbwa kwake e, mateso. Mateso e, e. e. e. e. Sasa nachotaka kusema hapa e, tunafurahi sana mwanaume akiwa anapata sapoti ya jamii kwa ujumla wake, ambapo ndani ya jamii nawazungumzia nyie upande wa pili kwa maana ya mwanamke, msichana, mama hebu wasaidieni ama saidieni kulea e, vijana ambao wanakuja kuwa wanaume. Hata tunapofika kwenye siku kama hizi mm, washerekee wakiwa wanamaanisha, isiwe yeah tu tukio tu limepita. Kweli tuione jamii yenye wanaume mashababi wanaoweza kupambania wanaume wao. Sawa, tumwagize njiwa. Nadhani njiwa wetu watakuwa wameeleweka vizuri, na wakati tunamwagiza njiwa.